Baada ya matukio kadhaa ya uvamizi wa anga unaodaiwa kufanywa na Urusi, shirika la kijeshi la NATO limeimarisha uwepo wake kwenye mpaka wa mashariki mwa Ulaya. Hatua hii inajumuisha mashirika ya doria za angani na ndege za upelelezi za E-3 Sentry kutoka kituo cha Genk nchini Ujerumani, zikifanya safari ndefu za kijasusi na udhibiti wa anga juu ya Poland, bahari ya Baltic na mpaka ya Belarus na Kaliningrad. Operesheni hii imepewa jina Eastern Sentry na inalenga kugundua mapema, kufuatilia na kutoa taarifa juu ya ndege au drone zinazoweza kuingia anga ya NATO bila ruhusa. Shirika la habari la CNN lilialikwa kushiriki kwenye moja ya safari hizo saa nane ambazo hutazama kwa kina anga ya Urusi na Belarus ili kubaini uvamizi wowote wa anga ya muungano huo. Tunapokuwa tukilinda mipaka hii tunahisi kama ni mipaka yetu sisi wenyewe, kwa hiyo ni heshima kubwa kuwa hapa kuilinda, alisema luteni kanali Stephen Wohnan wa jeshi la anga la Marekani. Septemba 9, takriban droni 20 za Urusi zilitoka Ukraine na kuingia Poland na kusababisha ndege za kivita za NATO kuamuriwa kupaa na kuzizima. Moscow ilidai droni hizo hazikulengwa Poland kwa makusudi na huenda zilipotoshwa na vikwazo vya kielektroniki vya Ukraine. Septemba 13, droni zingine ziliripotiwa kuingia anga ya Romania na kupelekea Bucharest kuchukua tahadhari ya haraka. Mwisho wa mwezi Septemba, ndege tatu za kivita za Urusi aina ya MiG-31 ziliripotiwa kupita anga ya Estonia kwa dakika 12, muda mrefu kwa ndege za kivita, kabla ya kukabiliwa na ndege za NATO. Urusi inakanusha kuvuka anga ya NATO, lakini muungano huo unasema una ushahidi wa rada kuthibitisha madai yake. Nchini Denmark, drones zimevuruga safari za anga na kusogelea maeneo ya kijeshi mamlaka za Denmark zinasema mashambulizi hayo ya mseto bado hayana mahusika yanayojulikana, ingawa waziri mkuu Mette Frederiksen ameashiria kuenda Moscow iko nyuma ya matukio hayo. Ndege za E-3 Sentry zina rada kubwa inayozunguka juu ya fuselage, zikisaidia kugundua ndege zinazopaa umbali wa hadi kilomita 650 au magari na meli kwa umbali wa mamia ya kilomita nje ya mipaka ya NATO. Wapelelezi wa ndege hizo hutambua tracks of interests, ndege zinazoweza kuelekea anga ya NATO na kutoa taarifa kwa vikosi vya kitaifa ili ndege za kivita zipewe ruhusa ya kupaa na kuzikabili iwapo itahitajika. Wakati shirika la habari la CNN likiwa kwenye ndege hiyo, maafisa wa NATO walionyesha screen zinazoonyesha mamia ya ndege zikisafiri mashariki mwa Ulaya. Ikiwa NATO itaamua kuzuia ndege za Urusi au nyinginezo, wahudumu wa E-3 hufanya kazi kama wasimamizi wa uwanja wa vita, wakielekeza ndege za kivita za muungano huo. Safari hizo za angani mara nyingi huchukua zaidi ya saa 15 hivyo marubani wanapaswa kuwa hodari katika kujaza mafuta hewani, jambo lenye changamoto kubwa kwa ndege kubwa kama E-3. CNN ilishuhudia moja hatua hizo juu ya anga ya Poland ambapo ndege ya upelelezi ilikaribia ndege ya kujaza mafuta kwa umbali wa futi chache tu, huku mtikisiko mkali ukisababishwa na mawimbi ya hewa. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte alisema hivi karibuni kwamba uzembe wa Urusi katika anga kando ya mpaka wetu wa mashirika unaongezeka. Operation Eastern Sentry itaongeza uimara na kubadilika kwa msimamo wetu wa ulinzi. Muungano huo umesisitiza kuwa doria hizi za anga na mashirika ya udhibiti wa anga ni muhimu kwa kuzuia uchokozi wa Urusi na kulinda mipaka ya mashariki ya Ulaya.